Leo hadithi yetu inaanzia kwa mtu mmoja anatambulika kwa jina la Prasadi. Miaka saba iliyopita alimchukua baba yake na kumpeleka katika eneo moja ambalo yeye alikuwa anaamini ni eneo ambalo baadaye litakuja kuendelea. Lengo la kumleta hapa baba yake ni ili aweze kununua ili eneo, lakini baba baada ya kulitazama akamwambia, mwanangu, ili eneo aliwezi likaendelea hata siku moja. Bali baba akamchukua na kumpeleka katika eneo lingine na kumwonyesha na kumweleza kwamba hapa ndipo ambapo tutanunua eneo la kuishi sisi pamoja na familia, lakini cha kushangaza baada ya miaka saba kupita, bwana, lile eneo ambalo Prassad alikuwa akampeleka baba yake ndio eneo ambalo kwa sasa lilikuwa limeendelea sana, kwani kuna kampuni ambayo ilikuwa imenunua na kujenga magorofa ya kutosha. Na katika eneo ambalo baba yake alikuwa akalinunua lilikuwa ni eneo ambalo kwa sasa ni uswahilini. Hii kitu ikampelekea mshikaji pamoja na baba yake kutokuwa na maelewano mazuri, kwani muungwana alikuwa anaamini ya kwamba baba siku zote hakumwandalia future ambayo ilikuwa ni nzuri, na ni hadithi ambayo huwa inamuuma sana. Mara nyingi huwa ana elezea rafiki zake kila ambapo walikuwa wakikutana. Mshikaji kwa sasa alikuwa na mke, ni watu ambao walikuwa wanapendana sana, yani mapenzi yalikuwa ni motomoto ndoa -moto. yao kwa sasa ilikuwa ina miaka miwili, lakini mshikaji alikuwa hataki kabisa kusikia habari za kuweza kupata mtoto. Kwani alikuwa naamini ya kwamba endapo akipata kazi nzuri na kupata maokoto, basi hapo ndipo ataamua kupata mtoto. Lengo la kukataa mtoto kwa sasa alikuwa nahitaji kwanza ajijengee kiuchumi ili aweze kumpatia mwanaye elimu nzuri lakini pia aweze kumpeleka mke wake kwenye hospitali nzuri sana ambayo ilikuwa ni ya private ili aende akapate huduma bora. Kama unavyoelewa, ndani ya familia bibi siku zote huwa anahitaji mwijukuu, hivyo anamweleza kijana wake achana na hizo nadharia, bali afanye harakati za kumleta mwijukuu ndani ya familia Prasadi. Bwana, haya maneno yalikuwa hayamwingia akilini hata kidogo, licha hata baba yake kujaribu kumshawishi sana. Ungwana alikuwa hahitaji kusikia kabisa haya maneno, bali leo akaamua kumchukua baba yake na kumpeleka kwenye hospitali kubwa kubwa. Wanafika, anamweleza nesi, ebwana, hebu tupatie bei za mtu ambaye anahitaji kuja kujifungua. Baba baada ya kusikia bei, alibaki mdomo wazi. Kumbe bwana, bei ya mwanamke kuja kujifungua katika hospitali private kulikuwa ni gharama kama hivi. Kama hiyo toshi, mshikaji akampeleka kwenye shule ambazo zilikuwa ni za private. E, ebwana, bei zake zilikuwa ni kubwa sana. Leo ilikuwa ni kuzunguka tu, anatoka shule, wanaenda kwenye vyuo ambavyo vilikuwa ni private. E, ebwana, mzee akabaki Mdomo wazi. Kijana anamweleza baba yake, yeye anahitaji mtoto atakayempata ampatie elimu bora, lakini pia ahakikishe mke wake anaenda kujifungulia kwenye hospitali kubwa kubwa na wala sio hospitali za kitoto. Ni sawa, baba akamwelewa. Bwana maisha akaendelea. Mshikaji ili aweze kupata pesa, akaona leo aende kufanya interview kwenye kampuni ambayo ilikuwa inahusika na kuuza woshi mashine. Baada ya kufanya interview, mshikaji akafanikiwa kupata kazi, majukumu yakaanza na kila mwisho wa mwezi akawa anaweka kiasi cha pesa baina yake pamoja na mke wake. Lengo alikuwa anahitaji waondoke ndani ya hili eneo waelekea katika eneo lingine kwenda kuanzisha maisha, lakini pia kufanya biashara. Prasadi leo wanakutana na watu ambao walikuwa wanauza kofia za kiume, wanamweleza kwamba kampuni yetu ni mpya, na endapo ikitumia prodakti yetu, hakika hutaweza kupata mtoto kwa sasa, mpaka pale ambapo utakapoacha kuzitumia. Prasadi akaamua kuchukua pakti mbili na kusema kwamba hizi zitamsaidia katika maisha yake. Prasadi alikuwa na rafiki ake ambaye walikuwa wameshibana sana mshikaji. Ebwana, leo anamweleza hakika, mshikaji wangu, ni bora wewe uliamua kwa sasa kutokuwa na mtoto, kwani mimi kwa sasa ninapata tabu kwanza kumwandikisha tu mtoto shuleni. Ebwana, gharama yake ni kubwa sana. Kama hiyo haitoshi, mshikaji akaendelea kumweleza vitu vingi sana ambavyo anakutana navyo nyumbani juu ya watoto wake, kwani huyu jamaa, bwana, watoto wake alikuwa akawalea kimayai sana, yaani endapo asipowapelekea zawadi, basi wao walikuwa anatembeza kichapo kwa mshua Halo, hii mbona ni hatari hivyo? Mshikaji akawa anamwelezea mambo mengi sana ambayo alikuwa anamtokea nyumbani kwake. Kitu hiki ikaendelea kumfanya Prasadi kuto kuhitaji mtoto kabisa katika ndoa yake kwa sasa. Maisha ya kazini na yenyewe hayakuwa mazuri sana kwa Prasadi. Ni sawa kwa sasa, maukoto alikuwa anaingiza, lakini kila ambavyo washi mashine ambazo walikuwa wameuzia watu zilikuwa zikiharibika, Prasadi alikuwa analazimika kwenda kuzitazama ikiwemo pia kuzitengeneza, lakini wateja walikuwa ni wakorofi. kuna alikuwa anampatia kazi ya yeye kuzifua nguo ambazo walikuwa anahitaji kuzifua tena, alikuwa anazifua kwa mkono mungwana. Baada ya kufanya kazi kwa miezi michache, akaona hii kazi hawezi kabisa kuendelea nayo, akaamua kuiacha na kuona kiwango cha pesa ambacho kwa sasa alikuwa akiweka yeye pamoja na mke wake, huenda kikawasaidia kuanza maisha mengine. Kipindi ambacho alikuwa anaendelea kujiuliza ni kitu gani ambacho ataweza kukifanya, leo mke wake anamweleza kwamba amegundua ana mimba. Familia ikiwemo bibi walifu sana lakini, kwa Plasadi hii kwake ilikuwa ni mtihani mzito, lakini pia ilikuwa ni taarifa ngumu. Halo muungwana kabaki ameganda, haamini kabisa kile ambacho amekisikia. Anaendelea kujiuliza mbona ile prodakti waliompatia alikuwa anaitumia kile twapo leo, inakuwaje mke wake kanasa? Hakika alikuwa haamini wala haelewi ni kitu gani ambacho kimeweza kutokea. Hapo katikati, muungwana akaamua kwenda kumweleza rafiki yake mchizi. Baada ya kumsikiliza kwa umakini, akampatia ushauri labda uende ukafungue kesi kwa mujibu wa shirika ambalo lilikuwa linauza kofia za wanaume. Wao walikuwa na dai ya kwamba endapo ukitumia prodakti zao kila itwapo leo, mkeo hataweza kupata mimba mpaka pale ambapo utakapoacha kuzitumia hizo product kutokana na hizi details bwana zikamshawishi mtaalamu wetu Prasadi kwenda kufungua kesi. Hakimu akaanza kusikiliza mashtaka, na mwanasheria ambaye alikuwa anamsimamia Prasadi alikuwa ni mshikaji wake. licha ya muungwana kuto kufahamu sheria vizuri, lakini akaona ya kwamba ni bora tu aweze kumsimamia mshikaji wake. Prasadi akawa anajieleza mwenyewe mbele ya Hakim, lakini hakimu siku ya leo akashangaa sana, kwani hakuwahi kabisa kukutana na kesi kama hii. Sio Hakim peke yake, bali pia hata watu nao wakashangazwa hiki kitu. Hali hii ikapelekea bwana mshikaji kutengeneza headlaini kubwa sana ndani ya taifa lake, vyombo vingi vya habari vikaweza kuchapisha juu ya habari za Prasadi, mtu ambaye ameamua kushtaki shirika ambayo ilikuwa linauza kofia za wanaume. Mungwana anasema hili shirika limeweza kuahidi vitu vya uongo, kwani wao wanasema endapo kitumia prodakti zao mwanamke hawezi akashika mimba, lakini yeye, inakuwaje mke wake akapata mimba? Halo hii ilikuwa ni hatari kwake hili aliona hali ilikuwa ni sawasawa, lakini katika jamii ambayo ilikuwa anaishi bwana wao, wakaona ya kwamba hii ni aibu ya kutosha. Wanafuata mzee wake na kumweleza kitu ambacho alikuwa akakifanya kijana wako sio cha kiungwana, hivyo tunaomba ukaa naye chini na kuzungumza naye. Kijana baada ya kufika anakuta majirani wakiwa anaondoka baada ya kutema cheche kwa mzee familia anamshangaa sana kwa hiki alichokifanya, ikiwemo pia mke wake akaamua kumnunia kabisa. Mshikaji bwana alikuwa kazoea kila endapo akilala na mke wake basi alikuwa anakumbatia, lakini kwa sasa bwana ilikuwa ni kazi ngumu, kwani mke wake alikuwa akalala upande mwingine kabisa na alikuwa analia muda wote kwa hiki ambacho alikuwa akakifanya mme wake. Binti alikuwa anaona ni kitu cha kudhalilisha sana. Siku ya mahakama nyingine inafika, anaulizwa na mwanasheria ambaye alikuwa anaiwakilisha kampuni: Je, una uhakika gani ya kwamba ulitumia prodakti zetu. Prasadi anasema ana lisiti zote ambazo alikuwa anazipata kipindi ambapo alikuwa ananunua prodakti zao, lakini pia anawaeleza, ana ushahidi wa picha ambayo alipiga siku ya kwanza kabisa anapatiwa hii prodakti ya loo. Prasadi bwana kamua kwa vali ya njuga, na kwa sasa alikuwa yuko siriasi sana, kwani alikuwa anahitaji waweze kumpatia kiwango kikubwa cha pesa. Anadai ya kwamba wamemsababishia kupata mtoto kwa wakati ambao yeye alikuwa hatarajii. Mahakamani mambo yalikuwa yakoshwari lakini upande wa mitaani, mke wake akaanza kupata tabu, kwani hata kipindi ambacho alikuwa akielekea dukani, wauzaji bwana wakawa anasema kwamba angalia kipindi ambapo nampatia huyu mwanamke vitu, sababu huenda mme wake akaenda kutushtaki akasema ya kwamba vitu tunavyompatia vilikuwa tayari vimeshapita muda wake. Halo hii kapelekea mke kuzidi kumnunia sana mme wake, kwa sasa hataki kabisa mazoea, kwani hata kipindi ambacho alikuwa anahitajika kuelekea kliniki bwana bimdada alikuwa hahitaji kabisa kuongozana na mme wake, bali baba mkwe ndiyo ambaye alikuwa anafanya kazi ya kumpeleka kliniki. Kesi ikaendelea kupamba moto, akapata mashabiki wengi, kuna wengine wakawa na msapoti kitaani, lakini pia kuna wengine wakawan ponda upande wa mahakamani, hakimu akatokea kuikubali sana hii kesi, lakini pia akatokea kukubali hoja ambazo alikuwa anazitoa Prassad. Kikwake akaona mshikaji alikuwa yupo sawasawa sawa. Kesi ikaendelea kuunguruma. Siku hii ya leo, wakili kutoka kwenye shirika ambalo lilikuwa linauza kofia za kiume anamweleza Prassad afanya kazi ya kwenda kumweleza mke wake waitoa ile mimba, kisha kampuni italipa gharama zote, lakini Prasad anasema ya kwamba ni kweli umeongea mambo kama hayo, lakini yeye siyo katili kiasi hicho aweze kufanya maamuzi magumu kama hayo. Mungwana anadai wanaobeba hizo mimba ni watoto wa kike na wala sio wa kiume, hivyo swala la kutoa mimba anaona haipaswi mwanaume atoe maamuzi, bali ni mwanamke, sababu wao ndio huwa wahanga wakubwa. Miliki wa kampuni akaamua leo kwenda kumfuata mwanasheria nguli sana na kumweleza kila kitu. Mwanasheria huyu baada ya kufanya uchunguzi juu ya maisha mtaalamu wetu Prasad ana mahakamani kama na kuieleza mahakama ya kwamba yeye ana maswali mawili tu, endapo yakijibiwa basi Prasadi kesi atakuwa ameshinda. Lakini pia anadai ya kwamba haya ni maswali ambayo anatakiwa aje ajibu mke wake na wala sio Prasadi. Swali la kwanza alikuwa anasema ya kwamba anahitaji mke wake aje athibitisha ya kwamba ni kweli walikuwa anatumia prodakti zao kila siku. Lakini pia swali la pili, mshikaji anadai ya kwamba anahitaji mwanadada aje kutoa ushahidi ya kwamba ile mimba aliyonayo ilikuwa ni ya Prasadi. Mshikaji alikuwa anaongea haya maneno kwa sababu alitambua Prasadi pamoja na familia yake kwa sasa walikuwa hawana maelewano kabisa, na alitambua mke wake hata ukubali kabisa kuja mahakamani kutoa ushahidi. Halo hili swala likawa ni gumu sana, lakini rafiki yake na Prasadi akawai nyumbani na kwenda kuwaeleza kila kitu. Familia walihuzunika sana ikiwepo mke wake, akaona hii ni aibu ya aina gani. Leo anaiambia familia anachukua maamuzi ya kurudi nyumbani kwao, kwani kwa sasa anashindwa kabisa kuendelea kuivumilia hii aibu. Prassad anajaribu kumzuia mke wake, lakini ikawa ni ngumu, mwanadada tayari alishafanya maamuzi. Halo, mwamba akaanza kuishi maisha magumu sana, akawa anapiga misele nyumbani kwa kinabii mdada angalau aweze kumwona, lakini bi mdada akawa anampotezea usingizi, hakika kwake ukawa ni mgumu. Kiufupi, maisha ya Prasadi kwa sasa akawa ni magumu. Halo wanaume, mshikaji alichokifanya ni sawa ama amezingua? Na vipi upande wa wanadada? Je, mshikaji alichokifanya, ungekuwa wewe, ungemsapoti ama ungefanya maamuzi kama aliyofanya mke wake? Halo, kila mtu anayo majibu yake. Tuendelee na filamu. Binti anamweleza mama yake, anasema ya kwamba kwa sasa Prasadi anaona hampendi kabisa, kwani tokea yeye apate mimba mwamba amekuwa ni mtu ambaye yuko bize sana na mahakama kuliko hata mke wake. Lakini pia dada anasema ya kwamba anaona mme wake hakika kwa sasa amekuwa na tamaa sana na hiyo pesa ambayo anaenda kuidai mahakamani. Mama mtu anamweleza binti yake ya kwamba sio kweli, kwani mme wako anakupenda sana sababu, angekuwa kupendi basi, ingekuwa ni simple tu, angekubali yale masharti ambao alikuwa akaambiwa na ile kampuni ya kwamba wewe ukatoe hiyo mimba, lakini yeye alikataa na kusema ya kwamba hawezi akachukua maamuzi ya kikatili kama hayo. Kwali hii mama anasema ya kwamba inaonyesha mume wako bado ana mapenzi na wewe. Siku ya kusikilizwa tena hii kesi bwana, inafika wakili ambaye alikuwa anawakilisha kampuni akaamini kabisa siku hii ya leo ushindi ni wake, lakini bimdada akaamua kufika ndani ya hii mahakama akiwa akaongozana na mama yake, kuja kujibu yale maswali mawili ambayo Prasadi alikuwa ame hakika hata wakili mwenyewe alifurahi sana baada ya kumwona bimdada ndani ya hii mahakama. Bimdada siku hii aliokauvaa ujasiri wa hatari na kuweza kujibu maswali yote mawili tena kwa uweredi mkubwa. Mke anaamua kurudi nyumbani baada ya kutoka mahakamani. Furaha ambayo ilikuwa imepotea ndani ya nyumba sasa imerudi upya tena kwa kishindo cha wakoma halo kila mmoja alifurahi ndani ya familia ikiwemo Prasadi muungwana. Anafanikiwa kuishinda hii kesi, na siku hii ya leo mke wake alifanikiwa kuweza kujifungua, lakini muungwana anaambiwa ya kwamba mke wake bwana hajajifungua mtoto mmoja, bali ameweza kujifungua mapacha, yani watoto wawili. Jamaa kavurugwa sana. Inakuwaje yeye katika kupambana kote kule aliweza kupambana ili aweze kupata pesa zitakazomsaidia kumpatia mtoto wake mmoja elimu ambayo ilikuwa ni bora, lakini le ameweza kupata watoto wawili, hali itakuwaje? Halo, anamuuliza mke wake, anakuwaje mbona kunipatia taarifa? Mke anamweleza mtoto mmoja tu umeleta balaa kama hilo, je, ningekueleza mwanzoni ya kwamba nina mimba ya mapacha, sijui ungeleta balaa gani ndani ya hili taifa. Halo, jamaa kabaki kavulugwa, lakini bibi anamfuata anamweleza kwa sasa, ninahitaji niweze kupata mwijukuu mwingine wa kike. Muungwana anamweleza bibi hataki kusikia kabisa hizo habari kwa dabodabo alizozipata kwa sasa, anahitaji kwanza kujipanga. Lakini bibi alichokifanya alielekea kwenye chumba cha mshikaji na kwenda kuzichukua zile kofia za kiume na kuweza kuzitoboatoboa na sindano. He bwana, hapa tunapata ya kutambua ya kwamba kumbe bibi kazi yake ilikuwa ni hii. Yeye alikuwa anafanya kazi ya kutoboatoboa zile kofia ili muungwana aweze kumpatia mimba mke wake. Halo, kweli adui yako atoki mbali bwana. Hapa ndo unafika mwisho hadithi yetu.